Ladies and gentlemen, kumetokea jamaa fulani ambaye anaitwa Jose Mlavichwa. Jamaa uh, ni jamaa ambaye ni muigizaji wa filamu na huwa anaandaa maudhui ya wanyama, lakini sehemu kubwa huwa anaonyesha ya kwamba namna ambavyo yanakula wanyama kama panya, kenge, konokono na miongoni mwa wanyama wengine ambao, eh, anapenda kulingana na yeye amekuja kutambua ya kwamba kile ambacho hufanya ni kinyume na sheria eh, kitu ambacho huwa anafanya kwa hivyo, ameamua kuomba msamaha. Mwigizaji wa filamu na mtengeneza maudhui ya mitandao, ni Jose Mlavichwa ameomba radhi kwa mashabiki zake kwa kuvuta video zote zenye maudhui ya kenge, panya kwenye mitandao yake ya kijamii. Hii ni mara baada ya kuonekana anafanya makosa kisheria. Yeye amesema haya, mimi Josephat Mnasi Jose Mlavichwa naomba radhi mashabiki zangu wote mnaonifuatilia kwenye mitandao ya kijamii, kwa kufuta maudhui yote yanayohusu wanyama pori kama kenge, konokono na kadhalika, sababu nilikuwa nafanya bila kujua kama ni kosa kisheria kwa wanyama pori. Nitaendelea kutengeneza maudhui haya pindi nitakapopata vibali, asante. Ameandika Jose Mlavichwa. Jose Mlavichwa ni jamaa fulani ambaye anapenda sana kula wanyama, anakula kenge, akipata kenge, akipata wadudu kama konokono, akipata mnyama kama panya eh? Eh, na kenge yetu tu ndiyo msosi wake, lakini amekuja kugundua kila kitu ambacho anawasilisha kwenye mitandao sio kitu kizuri kunungana na sheria, sheria ambayo inalinda wanyamapori kwa hivyo, ameamua kufuta maudhui yote ambayo yanahusiana na hiyo na video, video, video, video zote ambazo amekuwa akitumia. Kuniradhi sasa, hayo ndio mambo ambayo tume tumeyapata kutoka kwa Jose Mlavichwa ambaye amesema ya kwamba anaomba radhi kwa makosa hayo ambaye amekuwa akiyafanya bila kujua. Langu jina la salia kuwa maskini msomi, na hii ni Maskini Msomi TV.